klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji ambapo Simba wameweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao sita kwa sifuri. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Simba Sports Club, umeweza kufurahishwa na ushindi wa mabao sita kwa sifuri ambao Simba wameweza kuupata dhidi ya Dodoma Jiji, like video yetu, alafu twende kwenye comment section, katuambie ni mchezaji gani ambaye ameweza kukosha katika mchezo huu wa Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji. Fam, Simba Sports Club walikuwa aggressive sana katika kipindi cha kwanza na kipindi cha pili. Katika dakika ya kumi na saba tunashuhudia kupitia pasi safi aliopiga Kibu Dennis, basi Elim Panzu kibisawala akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la kwanza, lakini tunashuhudia katika dakika ya ishirini na mbili kutokana na kona ambayo ilipigwa na Mohamed Hussein Shabalala, Jean Charles Ahoua akaiandikia klabu ya soka ya Simba Sports Club bao la pili, na katika dakika ya arobaini na tano kabla ya kwenda mapumziko Kibu Dennis Prosper aliweza kumfanyia setup Jean Charles Ahoua katika dakika ya arobaini na tano na kuweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la tatu, na mpaka mwamuzi wanapuliza kipenga chake, basi mnyama Simba alikuwa ameseti standard ya bao tatu kwa sifuri katika kipindi cha pili. Moto ulikuwa ni ule ule, katika dakika ya arobaini na saba kupitia pasi safi alilopiga Elimu Panzu, Steve Deze Mukwala akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba Sports Club bao la nne na tunashuhudia Simba Sports Club wakaendeleza msako katika lango la kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji, na ndipo katika dakika ya hamsini na tano kupitia kwa kona iliyopigwa na Elim Panzu kibisawala basi Kibu Dennis Prosper akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la tano, na tunashuhudia kabla ya mchezo kumalizika, tunashuhudia Kibu Dennis Prosper akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Simba bao la sita na mpaka mwamuzi wa kati anapuliza kipenga chake, basi mnyama Simba ameshinda bao sita kwa sifuri dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji Farm. Mara baada ya mchezo huu kumalizika, tunaona kunako msimamo wa ligi kuu ya NBC klabu ya soka ya Simba kwa sasa wapo katika nafasi ya pili wakiwa wamecheza michezo ishirini na mbili wameshinda michezo kumi na saba sare ikiwa ni michezo mitatu na kupoteza mchezo mmoja simba wamefunga mabao 52 na wao kuruhusu mabao nane goal difference ni mabao 44 wakiwa na pointi 57 katika nafasi ya ya pili lakini nafasi ya kwanza ni Young Africans ambaye amecheza mechi ishirini na mbili akiwa na alama amefunga mechi kumi na tisa sare mchezo mmoja na kupoteza michezo miwili Young Africans amefunga mabao 58 na kuruhusu mabao tisa akiwa na goal difference ya mabao 49 akiwa na pointi hamsini na nane kileleni mwa msimbabu wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tofauti ya alama kati ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga ni alama moja. Kwa hiyo tunaona ni, ni miongoni mwa resi ambayo kila mtu anasubiria kuona ni nani ambaye atakwenda kubeba ubingwa msimu huu. Sasa mara baada ya mchezo wa Simba Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Dodoma Jiji kumalizika na klabu ya soka ya Simba kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao sita kwa sifuri kupitia meneja ya habari ama afisa habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club ndugu Ali Shamani Kamwe ameweza kutuma kijembe kizito kwa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Ikumbukwe Simba walitakiwa kucheza mechi ya ligi kuu ya NBC dhidi ya Yanga Sports Club mchezo wa tarehe nane mwezi Machi. Sasa mara baada ya mchezo huo kuto kuchezeka, Yanga wanaamini Simba walikimbia sasa, Ali Kamwe anasemaje? Na, ameweza kuandika hivi: tunamtafuta mai wetu, zawadi nono itatolewa kwa atakayetusaidia kumpata. Huyo ni afisa habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Yanga Ali shabadi Kamwe, akimaanisha kwamba kwa sasa wanamtafuta mai wao ambaye amepotea. Zawadi nono itatolewa kwa yule ambaye watampata mai wao, hapa akimaanisha kwamba klabu ya soka Simba waliweza kukimbia. Kwa hiyo kwa sasa wanawatafuta na zawadi nuno itatolewa kwa yeyote atakayempata mnyama simba Sports Club.